Church but ile life nilikuwa sikuwa na hiyo time. uh -huh. But yenyewe nilipatana na Bishop, yani sijai sijaikosa church hadi uh -huh. Yenyewe naona no, yenyewe God amekuja kwangu yenyewe sijaienda uh -huh. church lakini sasa hii uh -huh. niko proud yenyewe yeah.

Bishop Ben wa Amoni ile na leo ginyagi muthenyo muthe life iko namna gani? Karibuni sana. so, tuanze hapa, utuambie majina yako then tukuje hapa kama reta jitagwa. Bildad Kenyo Maina, nimetema mwana wa huruma kia maiko eh. Na dena brother yako ha, kwa majina naitwa Jackson Kitonyi Mshogo na nimetoka huruma kia maiko Uh, aamini mkikuyu lakini we kikuyu masa ingine wewe oh. <laughs> uh -huh. Hey, tulianguka huko lakini tuta, tutashika tu kuongea uh -huh. Hey, lakini uzasikia karibu sana hey. so, acha tuanze hapa na tutaredi no, tutareriye... mulijiparaji kwa street. Hey, ili saadi bishop aka yeah, cool mm -hmm. kuja kuwaona nyewe life ilikuwa hard ndo ni kuja kupatana nana... na Jackson nilikonga nilikonga peke yangu kwa streets yenyewe. mm -hmm. Ilikuwa maisha, ilikuwa ngumu ju nilikuwa nalala kwa kibanda, saa ingine siwezienda kupelekea mathee shida zangu, na yako na zake yenyewe, nimehangaika sana. Ilifika mahali mama kapatana na dad mwingine, ikakuwa ni step father hapo. mm -hmm. Ndo nilikuja nikapatana na Jackson so, Eh, Jackson sasa ndo maana mm. unapata mimi naitwa Kenya yeye anaitwa Jack. Mm uh -huh. Eh, hivyo ndo tulipatana. Mm -hmm. Nenye nikaona kwa street ya Kiamwai, kwa kishikana na vijana wabaya, anaweza kuwa mbaya. Mm uh -huh. So nikamwambia kama tu mimi nilikuwa nang'ang'ana na kutoa takataka napata pesa ya kukula hata. Kwa siku nilikuwa napata hata 150. Mm uh Hata -huh. mia, lakini nilikuwa naridhika, sitaki

Life ikakuwa hadi nikaona madhi anaangaika sana, ikabaki nimeacha shule aendeleze huo mwingine mdogo, hadi saa hii anaangaika na ye yenyewe. So niliamua tu kumwondokea jo, nisimpe stress hadi yangu, na mimi naweza jitafutie huku kwa street. Mm. So niliona nitoroke kwa dumping site. Mm -hmm. Hapo niko narokota machupa ma plastic, nikipata nguo hapo naenda naifua navaa enyewe lakini likunana kabado likuwa napata nguo poa poa, takaaniza kurokota, sijailalanjaa. Mungu ameshikua na mimi, kila mahali nilikuwa nalala kwa street, but naona tu enyewe, niko na God wangu hapo kando enyewe mm -hmm. juu saa ingine likudinajiongelesha nakanika, niko na stress, but nafurahia tu mm -hmm. juu stress, mi bado ni kijana mdogo mm -hmm but mathe ndo alikuwa nanipa stress juu wenyewe masa ingine alikuwa so, na lanja sanami. nikipata 150 nachukua jack, tunaenda tunakula kwa hoteli, enyewe tunaridhika tu hata -hmm. sa ingine tulikua nalala nja hata siku tatu uh -huh. wiki mm uh -hmm. -huh. Unapata tumekunywa tu chai na mandazi, hiyo ndo imetushikilia siku mzima juu hiyo takataka si ati mtu akonayo daily. mm uh -hmm. -huh. tulikua nabebanga Wednesday na Saturday hiyo ndo siku watu juu ni siku mbili iko juu. uh -huh. Enyewe hapo ndo nilikuwa napata ya kukula na nikikosa bado. uh -huh. Kuna wamama kwa street walikuwa nanitanga, unapata hiyo siku amekuwa mzuri ananipea hata lunch, juu mi ni mtu nakwanga nimefurahia hata kaa niko na shida okay. Sipendi kuonyesha shida zangu enye eh, nye nimepitia jo tangu dada pas uh -huh. enye mamsa ingine ulalanjaa madhi. So bado sasa wako na step father hadi sasa hii. By the siku hizi wa kushida ilikuja mm hii -hmm. Wako pamoja wale wote, yani mzee alienda ocha, sasa ikabaki. So mimi nikaona tu acha ni baki na Jack juu mzee pia ako na shida e. Sasa so Jack, mimi si yenyewe tumeshikiliana na yeye. So Jack si brother, mlipatana tu, Jack ni step brother but ni bro yangu oh. Yeah, jenyee nimehangaika na yeye bacha yeah. <tie>, yeah, like, tueleze kiasi mlipatanaje na nani ni Kenya hapa hivi, tulipatana naye eh, kwa streets. saa hiyo siku sikwanga sikuangadi na ya kuenda, life ilikuwa ngumu, gumi nanigonga eh, sina mbele wala nyuma Jamaica. Eh, Kiamaiko saa hiyo sa uko mta likuwa mbaya, saa ndio wakatokea na idea, akaniambia aje Mbaya. Eh? Mm -hmm. Dora dora tako. mm -hmm. Na huku mambo mbaya mbaya, tukakujanga tukapata na Bishop. So Bishop, mlipatanaje ili hadi sasa mkafika hapa? Enye Bishop, Bishop, nilikuwa kidogo, na... kidogo. Alafu nataka hiyo point ya <tipos> hey, muli... hey... so Bishop mlipatanaje? Bishop enye ni kitu nikaa nimeishi kota na yeye uh-huh. Jenye nilikuwa na nanga kwa hoteli hivi, naona hiyo kitu imeko JCM, iko kwa church, venye anasaidia watu, nikamwonanga gedhorai kwa hiyo road show ya raha kafagara Nikaona enyewe msame kule ugali hapo akapoa dhao likasema, mi hata hiyo dhao mistaki, mi nataka tu enye kupatana na ubi Bishop na ubishoo. Hiyo siku, hiyo siku enye nikaona natoa takataka hizi gari ni zaraha, but siku ni zaraha, sikuwa najua ni Bishop, lakini kuna kitu liko kwa roho yangu iliku inaniita, enyewe nakutokea kwa barabara, nikaona picha yake kwa gari moja uh -huh nikaambia Jack, nikakimbia mbio nikampata, nikamwambia tebu chana nani kataka kwanza mm, nimeona yule bishop anapea nanga dhao mtu um, akikula ugali, tebu twende hapo yenye anaweza tusaidie uh mm. Nikamwambia kama si mimi ndapanda hapo ni wewe utapanda, mmoja wetu hapa mm. Eh, yenye nitoka hapo na imani yenye na God akuniangusha mm. Nilifika hapo yenye nikapata kwanza ndo nimepata ile masaa yenda amepoa mike nilienda hapo mbele yenyewe, namwonyesha gai mi adili liko la furahia tu kumuona uh -huh. Nilistukadi venye aliniita hapo juu enyewe, nanilikuwa nataka apande but mi ndo nilipanda. Uh -huh panda hapo enyewe nilifurahia mi, hata vie nilimsalimia tu enyewe, nilisikia roho yangu imeridhika, enyewe nikasi, enyewe nikaa nimefika enyewe uh -huh. Nikaona acha nimwombe, ndo ule brother yangu pale chi Eh, juu yenyewe mimi atakuperformia kukula ugali uh -huh. Niliperform nishinde, yenyewe ndo nipate chance ya kuongea na bishop. Nilikuwa njaa, si uongo, lakini ajangu ilikuwa kuongea na bishop yenyewe, na nilikuwa hivi ndo so nataka yenyewe yenyewe, eh, nilimwambia life yangu ni hard huku kwa street, mimi ni wa Kiamaiko. Yenyewe tumehangaika sana tunatonga garbage. Na nilikuwa naomba Mungu nipande hapa na nimepanda. Uh -huh. Na nilikuwa natamani yenyewe aniombe yenyewe, nilikuwa nataka hata kujua kanisa iko wapi na akanielezea. Na akanikaribisha baada, niliendanga medical huko nikashughulikiwa, nilikuwa dina ugonjwa nikapona. Saa hii sina. Mhm. Uh -huh. Niko smart. Oh ni bishop ali nini? Eh, yeah, nilienda hosi huko ile medical camp ilikuwanga Friday. Oh. Nikashughulikiwa. No. Hey, nilifurahia sana juu yenye alinikaribisha aliniona kafurahi bado, yenye hiyo ni mm. aliniongeza yenye uh -huh. nguvu ya uh -huh. kutamani kwenda, nilitamani kwenda church, but ile life nilikuwa sikuwa na hiyo time uh -huh. but yenye nilipatanana na bishop, yani sije iko ch church uh -huh. hadi yenye naona yenye God amekuja kwangu yenye sije uh -huh. mm. enda church, lakini saa hii uh -huh. niko proud yenye yeah. So after umepatana na bishop mkakuja church Kutana na bishop uh -huh. Enyewe alitu address na uh -huh. enyewe Mungu alitenda kitu, enyewe nilivaa suti, tulivaa suti haki, tulikua smart by that day, tulifika kwa ground watu uh -huh. walikua mefurahia haki ak wali ankasinaheshimiwa lakini, yaani nilikuwa tuna furaha but uh -huh. si, si yote nilikuwa uh -huh. bado kuvaa nilikuwa nakuvaa hiyo suti juu enyewe siamini enyewe aki mama alisikia poa. hiyo ni masaa uh -huh. Nikamwambia tulia, mambo itakuwa poa uh hadi -huh. Yeah, hiyo suti by the sikushi nilitoa tu nikampea enyee aiyonange mtoto wake alivaa suti hadi uh -huh. yeah, yeah, au utamani kupatana na bishop hadi <laughs> eh, sijui nisemeni nmiaza soma bishop asanti yenyewe jua nilipatanisha na Jeff yenyewe uh -huh. Jeff ametusaidia yenyewe tumepata mkoko tukona uh -huh. job so nyinyi mnauzanga waru nani, si enye saa hii uh -huh. enyewe god alitubarikini kazi ya waru hiyo ndio enye tunachagulia yenyewe nashukuru sana Jeff tuanzishia kazi natupeleka poa tujailala mm -hmm. njaa uh -huh. Tuko poa tunanunua kiatu tunabai nguo siku hizi, jaibai ya nguo siku hizi, unaona hadi jaka kona nguo hapa smart. Mi naweza omba Mungu sana wenyewe uh -huh. iendelee hivi enyewe aditupate, mi nikapata hata karori hivi katanka uh -huh. nijiendiange hizi waruko kwa shamba uh -huh. mi aki naweza sikia poa juu enyewe ndapata pesa mingi, ni yenye pesa nafanya mama angu proud uh -huh wenye atacha kufungiwa nyumba, wenye anafungiwangu a, hizo madharau zitaisha hadi uh -huh. aitue mahali enye jinaki akikwe mahali e, mi naombanga tu enye naombaga enye mungu aone, enyee as asikie tu maombi ya mama yangu ya kwanza hata uh -huh. kani eh, yangu itasikika ya kwanza uh -huh. yakikwe tu ya kwanza okay. enye huo oh mama yaani akikaapoa, mindasikia nimeridhika. Utaambia bishop aje? Ntaambia tu bishop asanti, na e, goda aendelee kukubless juu unajaribu tu sana kutuinua. Tutakuwa kutu hii shida nyetuko tu, lakini mungu atatusaidia ata uh -huh. na mungu akushike roho sio ichoka uh -huh. kutusaidia uh -huh. na blessings zisiochoka kukunyeshea naambia bado Jeff, asanti sana, asanti kwa kila kitu unatusaidia. Mungu akubariki, na Mungu akupeleke faa, na atupeleke hadi sifa. Na cheki, job iko aje? Job iko poa, job una kazana nao, venye iko kinyesha. Tunaenda, naenda iniweza, ukiwa najua tunaenda, bado najua sana sana. mnauzia wapi? Sana sana tunauzia hii area, wataalamu na cheki, tunazunguka huku tunaona huku huku, most people wanakaa kwa manyumba na kuna mavibanda, so unaona ni idea poa kuchukua mkuko, kuzunguka nao, tukienda tukiwaita, wanatokea wananunua. Na cheki tunazungukanga hivyo eh, tunaenda hivyo ki bypass kwenye, eh, Mungu atatuongoza mm. Kuna washirika wa JCM pia wali participate eh, kuwashikilia, utawaambiaje? Tawambia tu wabarikiwe na asanti, Mungu waendelee kuwabariki hey. Mungu aendelea tu kuwa bless kabisa. Hey. So, nyinyi mko online ama online, social media mko na social media handles, mnajitaje si... si... mwe tulia tu kwanza, si nye ni watu enyewe jatati e, ni kitambo sana ndo nikuwe na simu, hata sijui mambo ya hata ni juzi nimejua TikTok. Mungu amenibariki ani, nimepata kasimu. oh, uko na simu sasa sahii? yeah. yeah. yeah. <laughs> Lakini wanaweza nipata, ndaanza kuingia TikTok, anza kuingia watupatekana, kutafuta watengeneza <inaudible> mm. so, uh, napenda namba ya simu alafu tumalize basimu ya huyo hapa hivi ni 0701. uh -huh. 17 40 75. uh -huh. uh -huh. na yangu ni 0790. uh -huh. 147 079 147 352. Nirudie ya Bildad ni 0701 17 40 na 75 mwisho. Uh yangu -huh. ni 0790 147 352. uh -huh. yeah. wow. Uko na nini ya, uko na nini ya mwisho, unaweza taka kusema? Eh, niko na eh, mi, aki niko na vitu mingi. uh -huh. Naweza sema, naweza omba Mungu sana yenyewe. Aki bishop wetu miaka mingi sana uh -huh. Je, sije pata mtu, sije pata mtu, sije fikiria, yani yani Eni bishop amejitolea yenyewe. Mi naomba Mungu ambariki sana, ametutoa mbali yenyewe, ametoa mbali Nilikuwa nakula kwa takataka, sai najipikia chakula. mm. Enyewe ni mambo ya God mi mina... enyewe namwombeanga sana Mungu ambariki, enyewe ndo ndo tubarikiwe sana e, nafurahie sana tutajamwangusha. mm. E, namshukuru sana pia Jeff Jeff nasemani asanti sana tuachilia jeituachilia si hatuna shida ya nyumba. mm. Nyumba iko poa iko smart chakula tunapata, tukitaka kitu tunapewa. Yenyewe tunashukuru sana lakini, mi naomba sana naomba sana, uh -huh. Mi naomba sana Mungu anibariki sana nipate, enyewe nikapata connection venye naweza jilete hadi waru uh -huh. Enyewe naweza furahia sana juu hiyo itakuwa ni itakuwa ni kitu kubwa sana, hiyo ni kama nime Yani itaniinua sana, ile venye naweza saidia watu wetu, familia yetu enyewe, hadi si tujisaidie enyewe juu kazi iko poa sahii, kenye tumebakisha tu ni tujiletee vitu zetu wenyewe. Hey. tukapata rori, tujiendenge vitu zetu aki Hey. tunaweza tunaweza saidika, na mi ndawashukuru sana. Mungu awabariki, asanti. Wow, thank you so much. Ito kura nagiria na na kia ya ara matithiru ni Bishop Ben. Kure mwena wa huruma. Kia maiko. Kia maiko. Masha mwenia na Bishop. Kimanena kure jeo. Narune ni mambirire wira wa kwendia waru Ugisha mwenia nao hadu. Cemania na handu. Umagurere. Na magithegia moothe. The compassionate gospel. Until next time. Bye bye.